Anza kusema sisi ambao watangazaji tunatangaza mechi za namna hii, shatangaza mechi za namna hii, unaona ile tension ambayo inajengeka kwa timu zote mbili, lakini kwa Simba uh, ni miongoni mwa mechi ambayo kama inaleta historia kwa sababu uh, tukumbuke 1993 katika michuano ya CAF wakati Simba wanacheza na Atletico Aviacao asa wenenaitahivoya Angola katika hatua ya nusu fainali ya michuano ile na Simba kufunka hatua ya fainali na kuondoshwa na Stella Bija, ni kumbukumbu -kumbu ambayo inabaki kwa baadhi ya wanachama waandamizi wazee wa Simba lakini hata viongozi kwa sababu 93. Uh, kizazi kile ambacho kilikuwa kimefika hatua ya, ya fainali hakipo hivi sasa, wengine makocha na wengine wanabaki kuwa wanachama. Kwa hiyo kwa kizazi kama hiki kwa kupitia historia ya Simba wanaona wana, wana, una mzigo mkubwa sana, uh, robo fainali zaidi ya tano ama uh, sita ambazo Simba wamefika katika miaka hivi karibuni na kutengeneza legacy kubwa na points kwa vilabu hapa Tanzania na hatimaye kuweza kupeleka timu nne katika michuano ya Afrika hiyo yote inajengeka katika vichwa vya wachezaji wa Simba, lakini technical bench kuna kazi kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya. Ukiangalia toka Simba wanacheza na Al-Masri, eh, pia Ahli Tripoli ya Libya, unaona jinsi gani ambavyo walikuwa wamesimama pamoja na kutengeneza eh, ule umoja wa kuweza kufanya vizuri katika mashindano mm. ya kimataifa. Hamasa pia ilikuwa ni kubwa sana kwangu, mimi ni miongoni mwa mechi ambazo ah, napoingia kuzitangaza. Uh, unaona ule, ule, ule utayari kwa zile dakika kumi za mwanzo mm -hmm. uh, kwa pande zote mbili. Stellenbosch wa Afrika Kusini wenyewe toka elfu mbili na kumi na sita uh, mpaka hivi sasa wanaingia tu nusu fainali, pengine ndiyo mafanikio makubwa sana kwao katika ngazi ya vilabu barani Afrika. Wanacheza na Simba giant, wa soka wa Tanzania mm -hmm. na wanasema wakati mwingine uh, kuna baadhi ya wachezaji wanakuambia unapocheza na timu za Tanzania hususan uh, Simba katika michuano hii ya kimataifa maana ndo waliobaki hivi sasa mm -hmm. ukiwa nakwenda Benjamin Mkapa kuna ile joto ambalo wanalipata, uh, baadhi ya wachezaji ambao nishakuwasikia wakisema hivyo kutoka ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo peke yake uh, jina la Dar es Salaam Jina la uwanja wa Benjamin Mkapa mm -hmm. Uh, inaakisi ni kitu gani ambacho timu za, za Tanzania zinafanya katika soka. mm -hmm. wanakwenda kucheza visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa kwangu mimi naitazama ni mechi ambayo itakuwa nzuri lakini pia kwa Simba ambayo uh, wanahitaji mtaji mkubwa wa magoli kabla ya kwenda Afrika Kusini kucheza uh, mechi ya pili. Hii inaweza kuwa na presha pia kwao pamoja na kwamba wana uzoefu of course, katika mashindano makubwa lakini kuto kuruhusu bao wanapocheza na Stellenbosch ambao uh, ukiwatizama katika mechi zao ambazo wa wamecheza, ni timu ambayo inashambulia sana, pengine hata kulinda hawalindi vizuri sana, lakini lazima wakufungi kule mbele, kutokana na idadi ambayo wamekuwa wakicheza. 352 ndo mara nyingi mfumo ambao wamekuwa wakihutumia wachezaji watano ambao wanakuwa eneo la katikati na wawili kule mbele mara nyingi utakuta wana balance sana kwenda mbele kushambulia, na ni watu ambao wanapiga sana mashoti, lakini kwenye kikosi chao kuna baadhi ya wa wachezaji ambao tayari washakuja katika ardhi ya Tanzania. Uh, kuna baadhi ya wa wachezaji kutoka Nigeria Rivers United wako katika kikosi cha Stellenbosch, lakini pia kuna wachezaji ambao wametoka Marumo Gallants ambao walishacheza na Yanga katika kombe la shirikisho, wapo pia pale katika kikosi cha Afrika Kusini, na ndio maana mpaka hivi sasa unaona wamekuwa na mafanikio ya haraka sana. Walijenga timu yao kwa kupata wachezaji ambao wana experience na haya mashindano mm-hmm. na ndio maana wamefika hapa. Kwa hiyo si timu ya kubeza Katanga, kama vile ambavyo watu wamekuwa kizungumzia. Katika ligi ya Afrika Kusini wako katika nafasi ya tano tato. ya tatu tato, ya, tato, ya, ya, tatu. Unaona jinsi gani ambavyo wamekuwa na, na upambanaji. Kuna Kaizer Chiefs, kuna Orlando Pirates, kuna lakini wao wako nafasi ya tatu, sio timu ya kubeza. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo zitakuwa nzuri uh, lakini pia zitakuwa zinajenga historia Simba wanakwenda kucheza visiwani mechi ya nusu fainali mm -hmm. ya kombe la shirikisho mm. uh, wata, wataweka historia yao katika uwanja wa Amani, Stellenbosch uh, mm. uh, uh, kucheza katika uwanja wa Amani uh, Zanzibar ni tofauti kabisa, wangecheza katika uwanja wa, wa Mkapa tofauti kabisa. Mm. Licha ya Simba katika michezo uh, ya nyuma mitatu ambayo wamecheza uwanja wa amani uh, miwili wamepata matokeo ya ushindi mmoja amepoteza. Mm. walipoteza na Mlandege. Mm. walishinda mchezo wa kwanza na wa ligi na, na, na Azam na ule wa, wa muungano pia na Azam. Kwa hiyo ukitazama michezo mitatu ya mwisho miwili Simba ameshinda dhidi ya Azam mmoja wa uh, Mlandege uwanja huo wa Amani. Kwa hiyo hawana rekodi mbaya, uh, mbaya sana au hawa hawana rekodi ya uh, kutisha kusema kwamba labda ni so sehemu salama kwa upande wao kutopata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo kwa upande wa rekodi ni timu ambayo inapata matokeo mazuri mm -hmm. lakini kwa upande wa michuano hii ya kimataifa ni michuano ambayo Simba wamejitengenezea wanasema, umaarufu, utishio na ukubwa katika uwanja wa Mkapa mm na si katika uwanja mwingine wowote ule mm -hmm. Timu nyingi kubwa kutoka Afrika zimedondoka katika uwanja wa Mkapa nazungumza, mm -hmm. ahali ambayo ukizungumza bajeti yake kwa mwaka, nakumbuka niliwahi kusoma mahala sehemu tu department ya habari tu ni zaidi ya bilioni mia mbili mm achana -hmm. na upande wa uwekezaji wa klabu wa wa kupitia wachezaji ambao wananunua kwa gharama kubwa, kina pesta wakati huo Uh, kina almaalul unamzungumza kinashna unalipwa kwa gharama kubwa sana, lakini hapa kwa Mkapa si mara ya moja si mara mbili washapoteza matokeo na kufungwa kabisa na klabu ya Simba ac vita wamepata, mm -hmm. <coughs> matokeo ambayo uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya kupigwa tena, wamepigwa uh, kwa idadi kubwa ya magoli, na kumbuka kina cross of chama, kumbuka kina luzi mixon walifanya mambo makubwa sana, au kina platinum, waisha kupataga matokeo huko katika uwanja mm. wao nyumbani, lakini walivyokuja kwa Mkapa walipoteza mm. Nenda kawatazame kina Oroya walipata matokeo huko, walivyokuja kwa Mkapa walipoteza uh, kwa idadi kubwa ya magoli babao sita, walioga ma magoli. Walioga magoli. Kwa hiyo ukitazama timu nyingi ambazo zimewahi kuisumbua Simba ugenini wakija kwa Mkapa hawapate matokeo mazuri, nakumbuka mm. Kaizer Chiefs ambayo ilipata matokeo mabao manne mm, Afrika ya Kusini mm, wakaja kwa Mkapa wakafungwa goli tatu, Almanusra ilikuwa kwa hiyo ukitazama namba za timu nyingi ambazo, uh, Simba wamezibamiza, um, uh, mm. ni katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo kuna joto fulani hivi ambalo hata wachezaji wenyewe wa Simba wanaweza kuwa nalo wakiwa katika uwanja wa Mkapa, ukiondoa wapinzani mm -hmm. Wenye tu wachezaji yaani, mm. Ukitazama sura ya Shomari Kapombe na kuzungumza Zimbwe Junior, Hussein Zimbwe, unaona kabisa wakiwa kwa Mkapa, kuna usiriasi fulani ambao wanao kwenye kutafuta, uh, kutafuta matokeo ya ushindi, wanaona wanadeni. Wanadeni kwa sababu ni wachezaji ambao wamecheza katika klabu ya Simba ndani ya eh, miaka kumi na kuzitoa timu kubwa wakiwa wao pia katika sehemu ya kikosi cha timu.